Kwanza tunawashukuru wananchi kwa kujitokeza kwa wingi kwa kutuamini toka mwanzo wa msimu mpaka leo hii, tumekuwa mabingwa. Tunawashukuru sana, endelee kutusapoti, bado uko mbele tu. moja mbeleni tuna fainali, wajitokeze kwa wingi kuja kutupasapoti, tuchukue nairo. na hilo nyinyi, kama wachezaji, mlikuwa na shauku kiasi gani kwa ajili ya huu mchezo? Maana hmm, atuchezi maana tunakuja mara hatuji Kwani nyie mlikuwa mnashauku kiasi gani kukutana na Simba? Sisi tulikuwa na fokasi yetu, ya hayo mengine sisi tulikuwa tujui. Sisi kama wachezaji tulikuwa tumejipanga kwa ajili ya mchezo, ndio maana kila mchezaji amekuja amejitolea na tumeweza kushinda mchezo. Wakati mpo kambini, mwalimu alikuwa anawaambia nini sasa, kwamba wenzetu wameshakubali kuleta timu e? Sisi kama wachezaji nini tukafanye? Hamna, sisi tunafuata tu maelekezo yake na mifumo yake, basi sisi tuko hapo katika utayari wetu kwa hiyo tumekuja tumecheza na mechi imekuwepo tumepata ushindi. Unavyosema mlikuwa katika utayari wenu, kwa maana wakati wowote ambao wao wangekubali, nyinyi mlikuwa mko tayari. sisi tulikuwa tujui kuhusu hayo, sisi tumejiandaa sisi kama sisi mm. Lakini unapojiandaa lazima ujiandae kwa ajili ya mpinzani, kwa sababu uendi, uendi kucheza mwenyewe, unaenda kucheza na mpinzani, si ndivyo? Ndio, lakini sisi kama sisi tumejiandaa sisi kama sisi tulikuwepo katika fokasi yetu kama wachezaji na mwalimu alikuwepo katika mifumo yake na mbinu zake tumeweza kuchukua ubingwa, tunamshukuru mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho. Kwani kulikuwa na pressure kwenda kukumbana na Simba, mechi ambayo ndio inaamua nani anakuwa bingwa? Hey, pressure ilikuwepo kwa sababu hii ni mechi kubwa na mechi ambayo ilikuwa inamuamua mtu kuwa bingwa, lakini tunamshukuru yote na yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeweza kufuata mifumo ya mwalimu vizuri, tumeweza kupata matokeo na tumeweza kuwa mabingwa Bwana. Uh, wapetabasamu, inakuja neno fupi uh, kwa wadau wenu uh, tunaomba wadau wote wajitokeze. Wapetabasamu ni tarehe tano mwezi wa saba. Tunaomba ushirikiano wao, serikali na ma ma makampuni binafsi yatupe sapoti tukakamilisha ili jambo tena. Morogoro Jamhuri, Jamhuri Morogoro. Shukrani, asante sana.